na kuna jamhuri ya masalafi min alsahaba na mataabiina wao wamekwenda kwamba la yusalihim asizi swali za kambi hizo eh, wahuwa marwiyu an Umara wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Na hiyo iyo mpokewa ya Munawi anasema kwa hawa na maswahaba watatu Khulafa ar-Rashidin thalatha wahujatuhum, hoja yao wao kwamba asizi swali hizo

Sulaiku alipoingia alikuwa tupu. Fa amarahu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil qiyam, akamwamrisha kumsimamisha, akamwamrisha ili asimame. Liyarahu nasu, ili watu wamuone, sawa eh. Wayatasaddaq aleompe sadaka. akaendelea Imam An Nawawi rahimahullahu ta'ala, katika kitabu chake cha Minhaj, alipokuwa kishereesha Sahih Muslim.

atakapokuja mmoja wenu siku ya Jumaa kuja kuswali Ijumaa akamkuta imamu anahutubia ya member, basi asikae, faliyarka rak'ataini, aswali rak'a mbili na tahiyatul masjid. Akamwambia waliyatajawaz fihima, na akhafifishe sawa. So, akaendelea, akamalizia akasema, wa hadha nasun la yatataraku ilayhi ta'wil, na nasuhi Haiingii tafsiri ya kinyume na ile uwazi wake ulivyo.